Diwani wa kata ya Vingunguti kupitia Chama cha Wananchi CUF, Omary Kumbilamoto ambaye pia ni naibu meya wa manispaa ya Ilala amejiuzulu uanachama wa chama hicho. Amechukua uamuzi huo Julai 31 mwaka 2018 huku akieleza kuchoshwa na mgogoro wa uongozi unaoendelea ndani ya kafu. Kafu imekuwa na mgogoro tangu mwaka 2016, baada ya kurejea kwa Profesa Ibrahim Lipumba ambaye mwaka 2015 alijiuzulu wenyekiti wa chama hicho kutokana na kutofautiana na viongozi wenzake. Kumbilamoto amefananisha mgogoro huo wa kafu na mvutano wa mataifa ya Palestina na Israeli n ya kuwa hauna suluhu na unamfanya ashindwe kuwatumikia ipasavyo wananchi wa Vingunguti. Amesema amekuwa akipewa vitisho vya kufukuzwa wanachama kwa sababu ya hatua yake ya kuwa karibu na viongozi wa serikali akiwamo Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda. Pia amesema wakati kata ya Vingunguti ikikumbwa na mafuriko, hakuna kiongozi yeyote wa CUF aliyekwenda kutoa msaada isipokuwa serikali ya mkoa wa Dar es Salaam. Na hiyo ni breaking news ya hapa Global TV siku hii ya leo. Nikukumbushe tu kuendelea kutufuatilia kwa mitandao ya kijamii. Facebook na Instagram tunapatikana kwa Global Publishers, lakini Twitter tunapatikana kwa Global Habari na YouTube channel yetu ni Global TV, subscribe kuendelea kufurahia breaking news nyingi zitakazoendelea kulishwa hapa Global TV, na ulikuwa na mimi Blandina Godfrey niliyekuongozea breaking news ya leo. Nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri na siku njema.